Pindua pindua, kifurushi kinachokupa uhuru wa kutumia MB, dakika kivyovyote. Naam, ni matumaini yangu mzima buheri wa afya, mtazamaji wa Global TV Online kupitia Global Sport unahabarika kimichezo ukiwa na mimi Sports Red wako nambari tatu mgongoni Esther Msoffe. Mshambuliaji Donald Ngoma ameendelea kubaki nchini Zimbabwe ambako inaelezwa amekwenda kwenye matibabu. Yanga imeendelea na mazoezi yake kwenye Uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam bila ya kuwa na mshambuliaji huyo. Tayari uongozi wa Yanga ulishalalamika kuhusiana na Ngoma kuondoka bila ya kuaga, ingawa pia ili alimuaga kocha George Lwandamina pamoja na kuonekana anapendwa na mashabiki wa Yanga, lakini mara kadhaa Ngoma amekuwa akitajwa kuwa mtovu wa nidhamu katika klabu hiyo. Lakini viungo wawili nyota wa Yanga Thabani Kamusoko na Papy Kabamba Tshishimbi wameshindwa kufanya mazoezi tena. Kamusoko, raia wa Zimbabwe na Tshishimbi, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wametokea katika mazoezi ya Yanga kwenye Uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, lakini hawakufanya mazoezi hayo. Kamusoko amekuwa majeruhi kipindi cha ziada ya mwezi sasa. Sasa, wakati Tshishimbi aliikosa mechi iliyopita, Yanga ikiitwanga Mbeya City kwa mabao matano kwa sifuri baada ya kuumia enka. Yote kwa yote, endelea kufuatilia Global TV Online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi, usakubofye sehemu ya andiko subscribe, ili kuwa mwanafamilia wa Global TV Online na kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook na Instagram, tunatumia Global Publishers; Twitter Global Habari. Mimi ni Sports Radio wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe asante na kwaheri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 ikutokea Tanzania mara ya kwanza kabisa, kusikika nchi nzima. Unapindua pindua matumizi ya bandu. Kama una dakika zitumie kuperuzi, una mbi unawaza kuongea. Kifurushi cha pindua pindua, pindua pindua cha kupa pindua, yumiti uhuru ni wako. Hmm, dakika na mbi ongea upendavyo. Pindua pinduaaa kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kuwa dakika au MB au SMS unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya riri, chagua pindua pindua. Vodacom. Power to you.